Na huku visa vya ugonjwa wa saratani vikionekana kuongezeka kila uchao, wengi wanazidi kuhangaika kutokana na mzigo unaoambatana na ugonjwa huo. Hata hivyo, baadhi ya wa wagonjwa sasa wamepata afueni baada ya shirika moja kujitolea kutembea nao katika safari ya kukabiliana na athari za aina mbalimbali mbali ya saratani. Nana Kilemi, mwanzilishi wa shirika la Needy Cancer Health Initiative, amekuwa mstari wa mbele kushughulikia mahitaji ya waathiriwa wa saratani. Masaibu aliyopitia baada ya kuathirika na ugonjwa huo yakimpa nguvu ya kuhakikisha wengine hawapitii madhila sawia na yake. na huku ulimwengu ukiendelea kuhamasisha watu dhidi ya saratani, leo hii tunamvisha taji la mwanamke bomba Nana Kilemi kutokana na jitihada zake. Mi naitwa Nana Kilemi, mama wa watoto wawili vijana. Before nipate saratani nilikuwa kazi, nikuwa tu nimeandikwa kama watu wengi uh, Between mwaka wa 2018 to 2022 hiyo miaka nne nilikuwa nauza viatu Eastleigh na Kamkunji nilikuwa naenda Isli nachukua viatu. Ilikuwa shida sana kwangu kupanda matatu kutoka Isli mpaka Kamkunji, so nilikuwa natembea. So hata nikigojeka, sikuwa najua niko na saratani, sababu mkono ndio ilinianza na maumivu ya mbega sana. Sasa mi nikafikiria ni venye nabeba mzigo mkubwa sana. Sasa ile mwaka ine venye nasema eh, wache sasa Nana, wachana hii kulia, umelia sana, amka sasa uendelee na maisha, ndio nashika matiti hivi nasikia matiti iko na lump. Sikuenda hospitali, nilikaa miaka mbili nikisikia hiyo kitu na matiti ikiniuma kweli kweli, na si kwa sababu sikuenda hospitali juu sikuwa na pesa. So Saturday moja ndio nikaona ai, hiyo matiti ime, imeniuma sana na imeanguka ni kama imeanguka hivi iko na shimo, lakini alikuwa limetoboka hapo nikastuka sana, nikaambia yule dadangu mdogo vyenye matiti imekuwa hapo hapo. My sister akasema tuende hospitali, na ukweli nikapatikana, nilikuwa na saratani ya matiti stage 3. Na kulingana na hali nilikuwa sikuwa naona kama mimi naweza pona, kwa sababu nitatoa pesa wapi? Niliomba Mungu sana, nikamwambia tu anisaidie kwa sababu ah, watoto wangu walikuwa watoto wadogo sana. Watu walikuja haraka haraka sana wale watu tumezaliwa nao mandugu ma, ma, zangu madada zangu wakaunda ile WhatsApp group na pia my friends wakaingia. Siku sita hivi watu walichanga milioni tatu mm. <laughs> tarehe nne Agasti 2023 daktari wakasema ile ugonjwa wa saratani imeisha kwa mwili yangu kabisa. Kwa hivyo nilichukua mwaka mmoja kwenda kufanyiwa matibabu yote hapa tu Kenya. After mwaka mmoja na nusu pia nikaumbiwa matiti ingine, kwa kizungu inaitwa reconstruction. Na sasa sahii niko kwa matibabu itakayochukua muda wa kaa miaka kumi hivi, miaka kumi na mbili ya kukunywa ndawa. Kile kitu kilifanya nianzishe Needy Cancer Health Initiative ni kwamba siku yenye mi nilipatwa na saratani ya matiti nilikuwa chini sana. Uh, bwanangu alikuwa ameenda na ile mambo vitu yote tulikuwa tunatafuta pamoja, akaenda nayo, mi nikabaki na watoto, nikuwa na shinda sana. Watu wetu na marafiki zangu ndio kwanza walinilipia ile sha viyi. Nilianza kutibiwa pale public hospital, moja ya public hospital za Kenya. Niliona watu wakiwa na shinda mingi sana. Sasa mi nikaambia marafiki zangu wale wanawake, nikawambia nimeona shinda sana kubwa pale hospitali, tunaweza shika tu mgonjwa mmoja mmoja kila mwezi tunamlipia isha. So wakasema, eh sawa, hakuna shinda. So kumi na nne ofas tukaanza tukalapia watu wanne, mwezi ya pili tukalipia watu wanne, mwezi ya tatu kutakalapia watu kumi na moja Mwezi wa tano tukalipia watu kumi na nane. Ndio sasa tukaandikisha kikundi ikakuwa inajulikana na serikali. Tulianza tukiwa watu wa kumi na nne. Sahii group iko na tuko wale watu wanachanga sasa monthly, ile kila mwezi kila mwezi, wale wanasaidia kutuchanga, hata kama si kila mwezi, si kila mwezi, lakini wako wanafanya kitu muda kwa muda muda kwa muda. Hospitali pia zikaanza kutuita kujeni, tufanye zile camps. Tunataka pia sisi kusaidia. Kuna matatizo mengi sana wakati unaanza safari ya kansa na kuna kama kunaweza kuwa na mwingine pia kufikiria mambo kama hayo, kusaidia binadamu kwa kumuinua kwa njia yeyote ile, ili safari yake isiwe ngumu sana, ni jambo la maana sana. Kwa hivyo eko kwake sana kwa kufikiria hayo na kutuunganisha kwa pamoja, kuendelea kushika mkono kwa kutuinua kwa kila hali. Watu wote ambao umetueleza kwamba mnawashughulikia huwa mnawatoa wa wapi? tunashikana na hizi hospitali za serikali au ndio wanajua wale watu wako na shida sana. Wale community health promoters pia wale wako huko mashinani wanatupa wale wagonjwa, na pia wagonjwa wanaletana wenyewe. Okay, ukiangalia hii safari ya saratani umejifunza kitu gani ndani yake? Ile kitu kwanza Mungu alitumbia kabisa ni kusaidia watu wengine. Mimi ile maneno watu wanafikiria ama watu wanaweka kibao mbele, maisha yangu haina kila siku. Mii nikilala, nikufikiria hawa watu wataendaje hospitali, hawa watu watapataje chakula, na ile kabisa climax, tutaweza tutafanyaje tukuwe na hospitali ya bei ya rahisi kabisa, ama hospitali ambayo haina bei ile wagonjwa wa saratani mtu anaenda tu hospitali anajua e, ako na pesa, ana pesa atapata matibabu. Kitu gani ambacho kinawapatia nguvu nyinyi ya kuendelea kuishi kila siku na kila siku kutamani kusaidia watu wengi zaidi? Kwamba saratani inapona, na tuna madaktari wamejitolea kila siku kusoma na kutaka kujua suluhisho la hii janga la saratani. Nataka pia kuambia watu wasichoke kupambana, msikufe moyo, msidanganywa ati kansa iponi. Kansa inapona, si mimi nilipona? Hii ni mwaka ya tatu, so tafadhali mjitie moyo, upambane. Ukiamuka asubuhi, wewe jua tu Uko mahali pa kupigana. Kwa hivyo, amuka, jikaze, kula, kunywa dawa, hendo hospitali, hota njua, tembea kidogo. Pambaneni, pambaneni na usiache hiyu ugonjwa wa saratani ikuue, msiache kabisa, mpambane, ujikaze na Mungu pia anawasaidia.